Wajasiriamali wa ubunifu zaidi ya 50 kutoka Afrika Mashariki wakiwemo wa Tanzania karibu 50 wamekabidhiwa tuzo na Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo kutokana na kazi zao za ubunifu katika maonyesho yaliyoandaliwa na taasisi ya East African Youth Panel ya hapa Tanzania ili kuhamasisha vijana kujiajiri kupitia ubunifu Sana kwa sababu ni event ambayo inahusu vijana hususan ambao wanajishughulisha na, na, na ujasiriamali na nimefurahi kwamba wameandaa hafla hii kwa ajili ya kuwatambua wale ambao wamefanya vizuri na kuwapa tuzo. Kwa hiyo ni jambo jema, na ndio maana nimeamua kuacha shughuli zangu jioni hii nijimuwika nao. Kikubwa ni kwamba wanapopata tuzo ni heshima kwao, ni matunda ya bidii yao, kwa nikukumbusha kwamba katika maisha Mapambano. Maisha ni mapambano ukifanya bidii unajipata. Uh, tuko hapa kwa ajili ya vijana vijana. Hii panel ni jukwaa ambalo linakutanisha wafanyabiashara vijana na wakurugenzi vijana kutoka sehemu mbalimbali Afrika Mashariki. Huwa tunakutana tunazungumzia mambo mbalimbali, hususan katika biashara na maendelezo ya usimamizi wa biashara na usimamizi wa fedha. Kwa hiyo kwa mwaka tunakutana mara nne sisi kama vijana na vijana kutoka sehemu mbalimbali Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla tunakutana tunapeana elimu ya biashara pia, tunakuwa na maonyesho ya biashara e, na usimamizi wa fedha. Pia kuelekea mwisho wa mwaka kama hivi waga tuna kuwapongeza vijana kwa tuzo, wale vijana ambao wamefanya vizuri katika biashara na vitu vyao wanavyovifanya. Muhimu wa hizi event zinakupa moyo zinakuendelea kufanya vizuri zaidi u kuenda mbele zaidi, na hii ni muhimu kwa sababu unaonekana umetambulika sehemu kubwa. Hey, unaa e, kumbe mimi najulikana, kumbe nafahamika kiasi hiki Jam